Nichukue fursa hii kuwashukuru wenzetu wa Global Health Catalyst ambao wamejitolea kushirikiana nasi kwenye mapambano haya dhidi ya maradhi ya saratani. Kipekee nimpongeze Mheshimiwa Balozi Elsie Kanza kwa kutuunganisha na wawekezaji kutoka nchini Marekani, jambo ambalo linaleta tija kwa taifa letu. Nitumie fursa hii pia kuwashukuru wawekezaji wa ndani mkiongozwa na TPSF na CEO uh, Roundtable kwa utayari mlioonyesha wa kushirikiana na serikali katika swala hili. Kwa namna ya pekee, nizipongeze na kuzishukuru wizara zetu zote na watendaji kutoka katika taasisi zetu kwa kujituma kuhakikisha huduma za saratani zinaimarika hapa nchini. Nachukua fursa hii kumwomba Mheshimiwa Balozi wa Marekani nchini Tanzania atufikishie salamu zetu za shukrani kwa serikali ya Marekani kwa ushirikiano wao katika kufanikisha utekelezaji wa mipango yetu ya maendeleo ikiwemo katika sekta ya afya. Ushiriki wako leo Mheshimiwa Rais umefanya mambo makubwa sana katika kuboresha huduma za saratani. Tulikuwa tunatafuta 30 milioni USD kwa ajili ya infrastructure na huduma nyingine kama fedha za like kitanzania bilioni 75 lakini na mashine 20 milioni USD kama bilioni hamsini za kitanzania. Mheshimiwa Rais Mwinyi, uwepo wako umetuwezesha leo kupata mashine proton therapy, mashine yenye thamani ya bilioni takriban hamsini za kitanzania. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana, lakini kwenye 30 milioni USD tumeweza kupata 5 milioni USD kutoka Global Health Catalyst ambapo ni kama, ni kama bilioni kumi na mbili Mheshimiwa. Kwa hiyo umeweka msingi mkubwa sana wa kuhakikisha Tanzania tunapata huduma bora za saratani siyo tu kwa ajili ya Tanzania lakini pia kwa ajili ya bara la Afrika. Mpenzi mtazamaji, tunakuomba kutusapoti kwa kubonyeza alama ya kengele, kusubscribe channel yetu ya Juu Media.